ZECO ipo kung'arisha maisha yako

You kila know, lakini sasa au yanajua kitu gani kamba nikituiani sasa, kama kuna problem hizo, then that is not e aziaeo ni kupungamiza na kuleta supply na waya ukenda juu, uende mita 12 juu nguzo, sasa kule juu tukaupinda. Kama shirika la serikali, tuna wajibu wa kuunga mkono juhudi zote za serikali. Mheshimiwa, katika katika hotuba tofauti ameahidi kwamba atatengeneza ajira laki tatu na nusu katika kipindi hiki cha pili cha miaka minane. Sasa taamu sasa, yanayo sasa, kama shirika la umeme tunajitahidi na, na tunaunga mkono juhudi za serikali katika kuhakikisha miradi yote ya serikali inapatiwa umeme na inakuwa na umeme wa uhakika ili kuhakikisha kwamba miradi hiyo inatengeneza ajira zile ajira ambazo si za moja kwa moja na zile ajira za moja kwa moja, ili kuunga mkono juhudi za serikali katika kutengeneza ajira mpya, na sisi kama shirika la umeme tutahakikisha kwa kwamba katika soko hili la mbogamboga la, la Mombasa basi kunakuwa na huduma bora na ya uhakika ya umeme ili kazi za hapa ziendelee na ajira ziendelee kutengenezwa katika soko hili. zeko ipo kung'arisha maisha yako.